Na tukisomea kwamba ofisi kadhaa za serikali ikiwemo mahakama ya Kikuyu, ofisi za eneo bunge hilo na vituo vya polisi vya Kikuyu na Olkalou viliteketezwa kwenye maandamano ya Gen Z. Magari kadhaa ya polisi yaliteketezwa huku pia maduka ya kibinafsi yakiharibiwa. Maeneo ya kati yalitajwa kuwa maandamano ya amani, ila mwisho wa siku uharibifu mkubwa umeshuhudiwa eneo la kati, waandamanaji wakigeuka afisi za serikali na maduka ya kibinafsi katika kaunti ya Kiambu. Vituo vya polisi vya Kikuyu na makongeni mjini Thika vimechomwa huku mahakama za Kikuyu na afisi za mbunge Kimani Ishungwa pia zikiteketezwa waandamanaji wakionyesha ghadhabu yao kwa serikali. Vijana katika kaunti ya Nyandarua waliwashirikisha maafisa wa polisi kwa mbio za paka na panya mchana kutwa, kilele cha maandamano hayo kikiwa ni kuchomwa kwa kituo cha polisi cha Olkalou kufuatia kuuawa kwa mwandamanaji mmoja. Magari mawili ya polisi pia yaliteketezwa nje ya ofisi za naibu kamishna wa Olkalou ya kati na hatimaye katika kaunti ya Nyeri, duka kubwa la Naivas lililoko ukanda wa chini wa mji wa Nyeri halikusazwa. Waandamanaji ambao pakubwa walitamani kulipora duka la Shieni linalomilikiwa na mbunge wa Kieni, Njoroge Wainaina, na lililo ukanda wa juu wa mji huo, walibadili nia na kuivamia Naivas. Hii ni baada ya maafisa wa polisi kuwapiku waandamanaji hao kwa gesi ya kutoa machozi na risasi za mipira. Kamau Mwangi, runinga ya Citizen.